Takwimu zao ukiwatazama, kama hamsini kwa hamsini hivi, ni timu ndogo hmm. Yaani ni timu ndogo yani, sio timu kubwa kama hao Magesi. Hao Magesi wamekuwa promoted msimu uliopita, uelewa mm -hmm. Sema wamekuja vizuri, wanawashangaza wanawafunga, Stellenbosch, wanawafunga Kaiser Chief sbh mm -hmm. wanawafunga Supersport, yani ni kitimu fulani hivi ambacho inawezekana kina watu wakali ambao watu watawatazama kwa jicho la tatu msimu e, huu, yeah. then wataondoka mm. Watarudi kwenye, kwenye hali yao ya kawaida, so Stellenbosch sio timu ambayo unaweza kusema, uh, inaweza ka, inazungumzwa kwenye ukubwa au ni timu kubwa mm. ambayo ukiitaja, uh, unashangaa. Yani mimi deni ambao nilikuwa nimewapa Simba msimu huu la kucheza fainali, uh, bado liko pale, pale. Hey, liko pale, pale ni kwamba kutokana na timu nyingi ambazo ziliingia kwenye kombe la shirikisho msimu huu, nyingi zilikuwa ndo malao ya kwanza. Nyingi zilikuwa malao ya kwanza, kama portfolio. Unakumbuka portfolio eh, hey, hey. eh. Hey? eh? Mm. portfolio na... lote lile hey. ndo malao ya kwanza kucheza mm. kweli portfolio lote lile ndo malao ya kwanza ya kucheza kombe la shirikisho, portfolio miongoni mi mwao ni Stellenbosch eh portfolio eh, portfolio timu mbili ndio mara yao ya kwanza kucheza sura leo yeah. Kumwacha jarafu sio na nani mwingine yani, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. walikuwa ndio mara yao ya kwanza. mm. Unaelewa, kuna runda sura eh, yani unaelewa uh, hey. uh, mm. Sasa unakuta sasa, ukiangalia uh, kwa experience walikuwa nayo Simba, experience walikuwa nayo Zamalek, experience walikuwa nayo Berkane uh, na timu zingine zenye mfanano huo, unaelewa mm. mm. Uh, unaona kama Simba alikuwa na nafasi kubwa ya kufanya vizuri kuliko mtu mwingine, unaelewa. hmm. hmm. na ndio maana hichi kipigo ambacho anakitoa Berkane, hmm. sio kwamba anakitoa kwa bahati mbaya. Yani wale anaokutana nao na, ni kawazidi kweli, si unanelewa? na ndio maana hmm. hmm. anakufata nyumbani kwake Stellenbosch kara tatu, mm. kwa hmm. Berkane. hmm. hmm. Eh, na walikuwa eh, hey, yani walikuwa kama yani hao wakati wanacheza na Berkane hiyo mechi kama ulikuwa unaangalia, unaelewa, yani ukiambiwa hapa nani yuko nyumbani unaweza ukasema Belkane ndo alikuwa Belkane alikuwa kwa nyumbani eh, hey, ya <laughs> yani alikuwa <olu> nyumbani, yani wale walikuwa kama <laughs> eh, hey, yani walikuwa kama walinzi wa depo eh, yeah, ya, yani muda wote yaani wao Stellenbosch eh, hey. Sasa uki kwenye mazingira kama hayo, wanaweza kuwa surprise Simba, unaelewa hmm. kwa sababu wanasema uh, mtu ukimjua unakuwa unafahamu mm, na namna yeah, ya yaa ya, ya, ya, ya. ya. yeah. unaelewa yeah. Inawezekana labda pengine baada ya kucheza na Simba mechi ya kwanza mm. Wanaweza kaona ah, okay kumbe ubora wa Simba uko hapa, kuna watu fulani ndio hatari mm. Tofauti na kutumia CD ni tofauti mm. Na kukutana na mtu physical mm. unaelewa. Kwahiyo kuna namna Stellenbosch wanaweza kupata uh, wakati wanaanalizi hiyo mechi mm. mm. Wanaweza kutumia Uh, mfano wa mchezo uliopita eh, reference ya mchezo uliopita ni kitu gani waende kukifanya, maisha yanatokea Stellenbosch kaitoa Zamalek, unaelewa, Zamalek ni wakubwa kuliko Simba Sports Club, mabingwa watetezi, si ndio? Sema tu ndio hiyo, bahati mbaya Zamalek atakuwa na bahati mbaya na kuwa anafungwa na timu ambazo hazina majina. Kafungwa na Simba kipindi kile, Simba timu ndogo kabisa, kaja kufungwa na Stellenbosch, timu ndogo kabisa, si unaenelewa ni kama ni kama wanasema nini tu ila ngomani. <laughs> <laughs> <male>. lakini so far <laughs> uh, ni timu ya kawaida <laughs> Stellenbosch, ndio lakini Simba hawapaswi kuwabeza kwa kiwango kile. <laughs> hey, wanapaswa kuwapa, wanatakiwa kuipa heshima nusu fainali bila kuangalia kwamba huyu ni mdogo, <laughs> kuipa heshima nusu fainali, <laughs> unaweza kwenda kupata matokeo mazuri. Lakini wasiwabeze na naamini Simba hawezi kufanya hivyo.